Na ampamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alikotukuka katika waku kwa njia ya utukufu wa Baba livyojita na sisi tuenee anemokili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena yele, aniepuka, wataki, lakini, kiso, kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki bali na dhambi. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, twaamini ya kuwa tutaishi pamoja naye, tukijua ya kuwa Kristo akiisha kufufuka katika wafu hafi tena wala Neno la Bwana. Wimbo <laughs> wa katikati, kiitikio: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza nyakupita kati ya bonde la wa mauti silisa lakotowa mabaya kwa maana wewe uko pamoja nami, gombo lako unakima yako yanifariji. Bwana ni mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu. Bwana ni mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu, wangala